Nini kilitokea jana kwenye maka, compound kwenye maeneo au kwenye ofisi za Baraza la Maskofu Katoliki? Kulikuwa na mikutano, kwa hiyo walikuwa wamealikwa watu wa aina mbalimbali, na kweli watu walifanya kazi mpaka jioni sana, wengine mpaka usiku. Maeneo ya Baraza la Maskofu kuna, kuna sehemu ya watu kupata chakula, kupata vinywaji na tunashiriki tukiwa kwenye kwenye maeneo ya baraza. Sasa father akiwa anafanya mazungumzo na wenzake, alitoka pale akiwa anaenda maliwato. Alipofika huko, akakutana na vijana wawili waliofanya jaribio la kutoa ya la kudhulumu uhai wake, na waliofanya kitendo hicho wanaonekana walikuwa well trained. Kwa sababu walipiga pale pale ambapo ukitaka kuondoa binadamu na unapiga pale, wamepiga kwenye kwenye soko na ya ndani sana, sita ya sema kwa sababu kwa kweli ameumia ameumia ameumia. Uh, hali yake nisinge ya kitibabu sita isema, na uh, kwa sababu ni kazi ya madaktari kuisema ili nisiweke hisia au neno la kadhaa neno jingine, lakini kwenye hali yake kwa sasa hivi bado nipende kusema ni tata kwa kweli, kwa sababu mpaka baada ya masaa 72 mpaka ma, kati ya masaa 72 na masaa 96 kwenye maeneo yaliyoumizwa ndio tunachoweza tukasema kulikoni, hali iko hivi au iko hivi. Kwa hivyo, kwa sasa yatosha kusema kwamba ameumizwa na kuumizwa kwake sana huko, na damu amemwagika damu sana una hisia za kusema kwamba labda eh, mambo mengine hizo hisia, lakini sema tu, yatosha kusema kwamba aliumizwa kwenye eneo la, la, la compound ile, na hali yake kwa sasa, kwa kiasi, madaktari wanajitahidi kwa uwezo wao wote, na tuwatie moyo zaidi madaktari wako Aga Khan na wengine waweze kushirikiana katika hali hii ya kumhudumia kwa karibu, mmoja mojawapo unamuhudumia kwa karibu kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu huyu ni baba yangu wa kiroho ni mlezi wangu wa kiroho, niko naye karibu sana na ni zaidi ya udugu, tunashirikishana mambo mengi sana. Na nilivyopata taarifa hizi, kwa kweli hatukulala, tumejitahidi kwa uwezo wetu wote kuhakikisha tunajitahidi kurudisha uhai wake. Kama tunavyojua hakuna utajiri ulio mkubwa kama afya ya binadamu, ndio utajiri mkubwa kuliko wote. Kwa hivyo uhai wa binadamu kishatoka inakuwa ni basi. Kwa hivyo tupambanie uhai wa Padri Kitima na uhai wa wengine wote. Tu sio kwa Padri Kitima tu, wako wa Tanzania wengi sana wanaumia sasa hivi, wanapotea kwenye mazingira tatanishi ya Tanzania yasiyoeleweka. Tutafute majawabu badala ya kukimizana, sio sio, mimi ni huyu ni yule, kumwaga mwaga hizi damu za Tanzania. Tutazoea hali hii, ndio maana nimesema, watanisamee sana wa Nigeria, wasingependa kutoa mfano huo, lakini tusitengeneze Nigeria nyingine tena Afrika.